Siku moja bosi anaingia katika chumba chake, chumba cha kulala, anamkuta mfanyakazi wake wa ndani amejilaza kitandani. Anamuuliza, hey, we Lina unafanya nini hapo katika kitanda changu? Basi binti wa kazi anajitetea kwamba bosi, nimekuja hapa nahitaji nikupe kitu special, kitu ambacho haujawahi kupewa katika maisha yako. Sasa bosi anavaa wanaume, anamwambia hapana, unachotaka kifanya hakiwezekani, mimi nimeoa. Anamuonyesha pete anamwambia siwezi kumsaliti mke wangu abadani, na naomba leo iwe mwanzo na mwisho. Ulichokifanya leo umenikosea sana, sihitaji nikufukuze kazi, lakini naomba kisijirudie. Basi bosi anavaa roho ya kiume, kama vile ambavyo mimi ningefanya mfanyakazi wa ndani angeniletea utani kama huu. Bosi anachukua simu yake, anaenda kuiweka mezani, alafu huyo anatoka zake nje. Bana, we kumbe ulikuwa ni mchezo ndani muda mfupi, anatokea mke wa bosi, anamfuata yule mwanamke mfanya kazi wa ndani, anaanza kumshukuru kwamba o oh, Mungu wangu Lina, nashukuru sana. Sasa hapa niko huru, ninaweza kusafiri kwa sababu ninaamini kwamba mume wangu ni mtu ambaye hawezi kunisaliti abadan. Kumbe mwanamke alikuwa anafanya haya yote, lengo ilikuwa ni kumpima mume wake, kwamba je, anaweza kushawishika, anaweza kuviruka vikwazo. Basi mwanamke akamwamini sana mume wake na akaamini mume wake hawezi kumsaliti. Akawa anaagana na mfanyakazi wa ndani. Anamwambia basi, Lina, mimi nasafiri, nina safari ya kikazi. Ninaenda huko nje nitakaa takriban mwezi mzima. Nina imani nyumba yangu ipo salama. Kama umemfanyia hivi na ameruka basi nina imani mume wangu sio msaliti. Nitamwamini maisha yangu yote. Anyway, Lina, nina imani we ni mtu poa nyumba yangu iko salama na mume wangu, hamna chochote ambacho kitatokea. Lina anamwaminisha bosi wake kwamba bosi, kila kitu kitakuwa poa, kila kitu kitakuwa sawa. Hata ukisafiri, nitakupa update zote za hapa nyumbani. Bana we jamaa anarudi katika kile kile chumba, anaenda kuchukua simu yake anachukua simu yake, kumbe aliweka rekodi na alijua nini ambacho kinaendelea. Akachukua rekodi akaisikiliza, akasikia kile ambacho walikuwa wanakiongea mke wake na mfanyakazi wa ndani, akajisemesha kimoyomoyo, oho, mmekwisha sasa. So, nadhani utakuwa unajiuliza kwamba jamaa ana plani ya kufanya nini? Je, ana plani ya kumtafuna house girl ama nini ambacho kitaendelea? Sasa utamu unaanzia hapa. Siku inayofuata Mume anaagana na mke wake, mke wake anasafiri anaenda huko kikazi. Pale tu ambapo wameagana, mwanamke ametoka, jamaa anafunga mlango. Baada ya kufunga mlango, anamfuata house girl, anamwambia: we mtoto, ujue ni mtamu sana, eh, we ni mtoto mzuri sana, nilijivunga tu ila we ni wa moto. Mimi ulichokihitaji kule, basi leo ninakutimizia, nipo tayari kukupa penzi, kukupa mapendo kupa upendo wa kweli ii hey. Mwanamke anashtuka kwamba hii imekuwaje tena, mbona siku zile aliruka kihunzi, mbona siku zile alinikataa, kwa nini leo ana mavibe kama yote o, kumbe jamani, mshenzi tu basi. Mwanamke akaanza kukataa kwamba hapana, haiwezekani na nitampigia simu mke wako kama utaendelea kunisumbua. Jamaa akasema mke wangu anaenda katika shughuli muhimu sana ya kikazi, kwa hiyo hata umpigie vipi hawezi kurudi hawezi kuja kwa ajili yako, kwa ajili ya maneno yako ya kishenzi ambayo leo unahitaji kumwambia mke wangu. Sasa binti wa kazi akacheza kama pele, kabidi ya kubari kwamba bosi oke, okay, fine, nimekuelewa nitakupa e, kile ambacho unakihitaji, anakihitaji e, binti wa kazi tena akalegeza jicho, alafu sio binti wa kizembe, wewe ni binti mzuri wa sura. Basi akakubari kwamba atampa bosi wake kila kitu ambacho atakihitaji, lakini akampa sharti moja tu kwamba basi bosi, nahitaji naenda kaoge kwanza mwili wako ukae vizuri, kwa sababu katika nguo zako ninasikia harufu ya pafyumu ya mke wako. Kwa hiyo naenda kaoge, harufu yote iondoke, ubaki na harufu yako, ndipo tuinjoi mimi na wewe. Sihitaji kupata kumbukizi ya mke wako bana wewe. Eh, jamaa kuona hivyo, kusikia hivyo <laughs> mashetani akampanda, akaona, hapa ngoja nikaoge tu hii nyama ni yangu, nishaichoma, kilichobaki ni kuila tu. Humu ndani sijui nyama gani mimi nayo yatufahamu. Basi jamaa mmoja kwa moja haraka sana akaenda bafuni kuoga, ili akirudi afurahi maisha yeye na binti wa kazi. Jamaa kwenda kuoga, ile amerudi bana, we nyuma ya mlango kuna binti wa kazi, kitandani kuna mtu amelala, kama yupo mtupu, hajavaa nguo hivi sasa jamaa akajua moja kwa moja huyu ni mfanyakazi wa ndani ndiye yupo kitandani na amejiandaa kwa ajili ya kufurahi maisha na mimi Anaingia ndani anamwita jina mfanyakazi wa ndani kwamba Lina, umeshalala kitandani? Oho, na kuja hapo tu enjoy mama la mama, bila kujua kwamba nyuma ya mlango ndio yupo mfanyakazi wa ndani. Je, aliyelala kitandani ni nani? He, jamaa anaenda kitandani kufunua maajabu, anamkuta mke wake amejilaza kitandani. Mke wake kwa ukali ananyenyuka anamwambia wewe ni mshenzi sana, nilichokuwa nakiamini kwako ni tofauti. Jamaa anasema umerudi vipi? na ulikuwa unaenda katika mkutano muhimu sana wa kikazi. Mwanamke akasema, bosi wangu ni wa kike, nimemwelekeza situesheni nzima, amenielewa kwa hiyo nimerudi nyumbani hapa nikufukuze, usiwepo hapa nyumbani, niondoke kwa amani, niondoke nikiwa na imani kwamba nyumba yangu ipo salama. Nenda kachukue vitu vyako, uondoke katika nyumba yangu bana. We binti wa kazi alicheza kama Pele. Huyu dada akampenda sana binti wa kazi, na akaamini kwamba binti wa kazi ni mtu ambaye hawezi kumsaliti. Basi jamaa akamkosa mke kwa tamaa za muda mfupi, na akaondoka zake, akaiacha nyumba, akamwacha mwanamke na utajiri wake. Je, ungekuwa ni wewe, we mwanaume, ungeweza kuukwepa huu mtego na ungeweza kuuepuka huu mtego? Mimi naitwa Jimmy Gori Frey, hii ni Bongo Star Media. Niachie maoni yako hapo chini katika box la comment, niambie ungekuwa ni wewe mwanaume ungefanya maamuzi gani? Siku njema iwe nawe. Basi tu kwa leo tuishie hapa, mimi niseme bye bye.